Mani, mpenzi mtazamaji wa Nine Sports, umzima na buheli wa afya, na hii ni the Nine Sports. Sio kwamba anawajaza vichwa na kuwapa misifa kede kede, la hasha, bali nikupitia mikono yao na uwezo wao kwenye kuilinda milingoti mitatu. Hapa anawazungumzia magolikipa, na hapa tunaenda kuangalia magolikipa bora kwa kutokea kwenye karne hii ya 21, na si maneno yangu, bali ni maneno ya kocha wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson aliwahi kunukuliwa akidai kuwa safu bora ya ulinzi inakupa mataji na safu bora ya shambuliaji inakupa ushindi wa mechi. Unaweza ukawa na safu bora ya ulinzi ambayo inaweza kuzuia timu isiruhusu goli, huku ukawa na safu mbovu ya ushambuliaji ambayo inaweza kufunga goli moja na safu ya ulinzi kalinda goli hilo lakini unapokuwa na safu bora ya shambuliaji na huku safu ya ulinzi ikiwa mbovu, basi una uwezo mkubwa wa kufunga magoli mengi na pia ukaruhusu magoli mengi pia. Na kwenye safu hiyo ya ulinzi kuna nafasi tatu: kuna viungo wa kabaji, mabeki na magolikipa. Lakini leo twenda kuangalia eneo la goalkeeping. Hapa twenda kutazama magolikipa kumi bora kuwahi kutokea kwenye dunia hii. Nambari kumi: Emiliano Martinez huyu ni golkipa wa timu ya taifa ya Argentina na klabu ya Aston Villa. Golkipa huyu ni hatari zaidi na alipokuja sala kwa kuwa kuokoa michomo ya penalti. Amefanya hivyo mwaka 2022 akisaidia timu ya taifa ya Argentina kwenye hatua ya robo finali, nusu finali na hatua ya finali ya kombe la dunia. Ndiye goalkeeper bora wa dunia kwa sasa, akitoa tuzo ya Yashin Trophy kwenye tuzo za Ballon d'Or mwaka 2024 Golkipa huyu amesaidia timu ya taifa Argentina kutoa kombe la Copa America mwaka 2021 na mwaka 2024. Pia amesaidia kutoa kombe la dunia mwaka 2022. Nambari tisa ni Jan Oblak. Laia huyu wa Slovenia ni mmoja bora kwa kutoka kwenye ulimwengu huu. Japo kwenye midomo ya watu wengi azungumzi sana, ila kwa wale wanaofuatia ligi ya La Liga wanaelewa uwezo wake na kipaji chake kikubwa kwenye kuokoa michomo na mashuti ya masrika. Si maneno yangu bali ni maneno ya kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone aliwahi kunukuliwa akisema kipa wake bora wa muda wote kizazi hiki cha sasa ni Jan Oblak. Golkipa huyu ametoa taji la liga mara moja, pia amewahi kutoa tuzo za golkipa bora wa msimu mara tatu. Nambari nane ni Edwin van der Sar. Ni moja ya magolkipa bora kuwahi kutokea kwenye miaka ya tisini haswa akiwa na klabu ya Ajax, akionyesha uwezo mkubwa wa kutumia miguu yake bali na kudaka, amedaka kwa mafanikio zaidi akiwa na klabu ya Manchester United ya nchini Uingereza, pia akiingia kwenye rekodi ya kuwa miongoni wa walinda milango waliowahi kutoa taji la ligi kuu nchini England akiwa na umri mkubwa zaidi, akifanya hivyo mwaka 2011 akiwa na umri wa miaka 40 pia aliwahi kuisaidia Manchester United kutwaa kombe la UEFA Champions League akiokoa mchomo wa penalti wa John Terry kwenye fainali ya UEFA Champions League mwaka 2008. Nambari saba ni Oliver Kahn, mmoja wapo ya magolikipa bora kuwahi kutoka kwenye taifa la Ujerumani, japo alichoma kwenye fainali ya kombe la dunia mwaka 2002 na kuifanya Ujerumani ipoteze mchezo kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Brazil. Kwenye mchezo huo, Oliver Kahn alifanya kazi ya ziada na kumfanya aweke rekodi ya kuwa golikipa wa kwanza kwenye historia micho ya michuano hiyo kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Oliver Kahn ametoa mataji yote kwa ngazi ya vilabu na timu ya taifa. Nambari sita ni Alisson Becker. Golikipa huyu mwenye jina la utani Messi wa makipa ana uwezo mkubwa wa kubadilisha mchezo nje ya kuokoa michomo akiwa gorini. Alijiunga na Liverpool FC mwaka 2018 kwa bei ya kuvunja rekodi akitokea Roma. Alisson Becker amesaidia Liverpool kutwaa taji la sita la UEFA Champions League. Pia amesaidia Liverpool kutoa taji la ligi kuu nchini England kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 na ndiye golikipa nambari moja wa timu ya taifa ya Brazil. Nambari tano ni Thibaut Courtois. Golikipa huyu hajafanikiwa kutoa taji lolote akiwa na timu ya taifa ya Ubelgiji, lakini amefanya makubwa akiwa na vilabu mbalimbali ikiwemo Chelsea Atletico de Madrid na Real Madrid kwa sasa. Achinda mataji makubwa yote ikiwemo UEFA Champions League na Kombe la Dunia la Vilabu. Lakini mwaka 2011 alisajiliwa na Chelsea akitokea Kara Sigenki, na kutolewa kwa mkopo kwenye klabu ya Atletico de Madrid ambao ulikuwa mkopo wa miaka mitatu na kafanya makubwa huko na baadaye kurejea EPL. Kotoa amewahi kutoa tuzo ya kipa bora wa dunia na ndiye kipa nambari moja wa timu ya Real Madrid nambari nne ni Peter Kechi. Licha ya kustaafu soka goalkeeper wao rekodi zake hazijavunjwa mpaka sasa. Msimu wa mwaka 2004-2005 akiweka rekodi, akionyesha uwezo mkubwa kwenye timu mitatu, akicheza mechi 35, huku mechi 24 akicheza bila kuruhusu goli, akiruhusu mabao 12 kwenye michezo 11 tu pia anashikia rekodi ya kuwa golikipa aliyecheza mechi nyingi zaidi za EPL bila kuruhusu goli akifanya hivyo kwenye mechi mia mbili na mbili huko akifuatiwa na David James aliyefanya kwenye mechi mia sitini na tisa. Ameshinda mataji yote kwa ngazi ya vilabu ndani ya ligi ya EPL na kimataifa pia. Ndio golikipa pekee kwenye historia ya mpira wa England ndani ya ligi ya EPL aliyewahi kutoa tuzo ya golikipa bora wa msimu akiwa na timu mbili tofauti mfululizo akifanya hivyo akiwa na Chelsea na Arsenal. Nambari tatu ni Iker Casillas. Kipa huyu alikuwa na uwezo mkubwa na kipaji kikubwa pale Spain. Alifanikiwa kutoa taji lake la la kwanza la UEFA Champions Ligi mwaka 2002 akiwa na Real Madrid. Kipa huyu mkubwa, mipira migumu, mwaka 2010, na huyu alikuwa na uwezo mkubwa kwenye kucheza mipira migumu, akiisaidia Spain kutoa kombe la dunia na Euro mwaka 2008. Ameshinda mataji yote kwa ngazi ya vilabu na timu ya taifa. Nambari mbili, Emmanuel Noah. Golikipa huyu anatajwa kuwa ni miongoni mwa golikipa bora kuwahi kutokea kwenye historia ya klabu ya FC Bayern Munich. Ana uwezo mzuri kwenye kutumia miguu yake. Atakuwa kocha wa zamani wa klabu hiyo Pep Guardiola aliwahi kudai ana uwezo wa kumtumia kama kiungo kutokana na uwezo wake mzuri kwenye kuchezesha timu. Noya ameweka rekodi nyingi za clean sheet na ametoa mataji yote kwa ngazi ya vilabu na timu ya taifa kwa kutwaa kombe la dunia mwaka 2014 na akiwa kipa bora michuano hiyo. Na nambari moja na Gigi Buffon. Juventus Torino walilazimika kaulipa yulo milioni hamsini na tatu ikipata sani yake mwaka elfu mbili na moja akitokea Parma. Golikipa huyu anatajwa ni miongoni mwa golikipa bora kwa kutoka kwenye dunia hii kwa muda wa miaka kumi na saba. Buffon ameshinda kombe la dunia mara moja na amewahi kuchaguliwa na shirika la utafiti la IFFHS kama golikipa bora wa dunia kwa muda wa miaka mitano. Pia ameshinda tuzo za kipa bora wa msimu kwenye ligi ya Serie A mara kumi na mbili akiwa na Juventus Turin. Kipa huyu amestaafu soka mwaka 2023 akiwa na umri wa miaka 43. Ni mmoja wa makipa bora ambao waliwahi kudaka kwenye ulimwengu huu bila kuchuja ubora wake. Golikipa huyu ametoa mataji mengine, japokuwa hakuwahi kupaa taji la UEFA Champions League. Na hiyo ndo orodha ya makipa bora kumi kwa kutoka kwenye ulimwengu huu na mimi ni Rogan Like na hii ni Nine Sports. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa. Asante, uwe na siku njema.